Si? <coughs> Kwa majina yangu naitwa Baraka Joani Mwajeka aaajia Ya. Mie hapa nilikuwa makamu mwenyekiti wa EMC wilaya ya Kinondoni, na leo nikasema ngoja niwatembelee hata kama atanichelesha wale watu sio kuwa na shida gani, na mimi umekaa mleanga, wametulia tena, ah! wameniwazisha sana. Nikasema hivyo hivyo kwa dakika ambazo zitapatikana nitashia kitu, lengo langu niwasalimie tu, maana sijawahi fika hapa, lakini kwa mwaka huu yeye waona na kuna baadhi ya watu wengine nienda niwafahamu washamaliza kwa nafurahi sana kuwaona mko vizuri. Ishi kwa malengo. <coughs> nitatumia dakika kumi na tatu, mbili za matangazo, so ambayo wameniagiza kuyatangaza, lakini ambao pia tashea. Nadhani mpaka saa hizi imebakia hizo dakika, na nataka tusikie kitu kimoja na, na niwe watu ambao wana malengo ya kufika mbali katika taifa hili ita, ambacho nimekuja nacho, You are born to become a problem solver. You are born to become a problem solver. Tell your neighbor you are born to become a problem solver. <laughs> Eh, hey, uliku uja ulizaliwa na jukumu ni moja tu la kutatua tatizo au matatizo. Kila mmoja ana uwezo wake. Kila mmoja alizaliwa akiwa na suluhi ya tatizo fulani. Nandico Mungu alivyokiona, alivyokuweka wewe uzaliwe katika muda huu, alikuwa na maana kubwa sana. Akajua kuna tatizo fulani, baada ya jadii solve. Na kuna vitu viwili tofauti. Nimesema umezaliwa wewe kuwa nani? Kuwa suluhu ya matatizo, sio kubeba suluhu ya matatizo. Kuna vitu viwili yaani suluhu ya tatizo Yaani jinsi ulivyo na maisha yako inatakiwa yasolve tatizo la la mtu fulani. Mtu akikuona kwamba mm, yuko na wazo lakini ni mimi solved. Unaelewa na? Jinsi ulivyo na maisha yako, thamani yako Mungu anayoiona, anajua kabisa wewe umebeba utatizo wa tatizo fulani. Kwa na bidii kukubali kwamba nimekuja kusolve tatizo fulani ambalo linawasumbua sana. Na matatizo kuna mtu moja aliniuliza akasema

Yaani mtu anasoma engineering lakini apendi engineering kabisa, anapenda walimu. Akitoka hapo, anaanza anaanza kufungua nini, labda nursery. Ah, nursery ni kitu kingine. Ah bwana eh, ndio ana yeye ni mtoma bwana eh. Kwa sababu kwa sababu zote la kingo hizo ni kipendi. Kuna mmoja kwa naye pale ndivyo mwenyewe, nikamuuliza. Mmoja kaja kunifuata sema kati ya vitu vinavyonitela mimi kwa watu wengi ni kwamba Nasomea hivi kipenzi. Naambia kwa nini? Akasema mimi sasa hivi, mimi lengo langu nimesema PCM na nimefaulu kusudi huu, lakini kwa ajabu nimefika pale nilichagua kozi ya elimu baada ya kuona sasa hakuna namna. Nikachagua kozi ya elimu vizuri, nikafanikiwa. Lakini nikafika hapo, akasema naweza kubadilisha. Nimefika hapa shangaa tuna, naweza kubadilisha mpaka ikashindikana. Sasa mimi siingie darasani karibia wiki mbili sasa. Sasa nenda kupiga nikadisco.

unaanza kulalamika. Fursa zipo nyingi za physics, hesabu na masomo yako wewe, na nikambe wewe, for example, kama ukimaliza hapo nataka fursa. Mimi nakwambia nipo hapa, ni kwa na kupa sura hizi hapo, chagua unaotaka kwenda. Akaniambia ah, kumi inawezekana. Kaambia ndio, inawezekana wewe, vidia ya wewe, namrudisha kwenye form ya kwa hiyo sio form yako zelewana. Tuna walimu wa physics tuna walimu wa chemistry, lakini hata alikuwa wazi kusoma hiyo chemistry na physics ya kufundisha alikuwa anaanza physics ya kutengeneza mitambo fulani. Kuna maswali matano ambayo nitakiwa kujiuliza kwa haraka haraka. Sala kwanza haya maswali na uzidi kuyasema hapo, huu unajiuliza jibu lake ni nini. Mimi ni nani? Yaani jiuze mwenyewe, mimi ni nani? Mimi ni nani? Yaani u mwenyewe, simuliza rafiki yako, jiulize mimi ni nani? Identiti yako ni nani? wewe ni nani? Na hii ni moja ya makosa ambayo watu wanafanya sana kwenye interview. Mtu kwenye interview anauliza, wewe ni nani? Anaambia, mimi ni Baraka Mwajeka. Sio mimi, na wewe ni nani? uwezo wako huko ndio ndio jina lako wewe. Tuelewa na haufahamiki kwa jina lako wewe. Yaani jina la mmoja nilipaa baada ya nini? Biashara zako. Kabandika kwenye sabuni na unatumia sabuni kwa sabne na ngani Mo ndiyo wakuja kujua ah kumbe Mo zateneneza kwa kundiy. Haujaanza kutumia Mo kama jina, umeanza kutumia Mo kama kitu. leo hii nikuuza Mo ni nani, we ukasema Mo ni sabuni, si ndiyo? unasema Mo ni mfanya biashara, kwa nini? Umejuaje? umeshika siuchaki kono. Sasa yeye ni nani? na tuna shida kubwa sana ya watu ambao hawajui wao ni wakina nani Walikuwa wanasoma wanakula wanaishi moja, nikamuliza kwa nini nimekuja, mekuja chuo kwa nini nasoma? Akaambia lengo langu kubwa nini, nipate bumu. Pata bumu, baada ya hapo pata bumu, nilitumie tu na kuzidi. Kapoacan kita miaka mitatu hapo, najua ajua nilishatumia hizo hela za serikali kidogo, nitatoka ndio hiyo, niko serious kabisa, ndio hivyo nimekuja hivyo. Kaambia haji yeye ni nani?

Hata kama ajali ya tarehe 20 ndio wa kwanza. Nikasema kwa kwan. sababu gani? Nyelea na leo nimekuja kufanya kusudi la maisha yangu ni nini? Bado haijafanyia kazi. Na nielewa kwa sababu usiogope kufa ila ogopa kuishi bila kujua wewe ni nani. Una kusudi gani na wewe kwenye dunia? Lakini ukiogopa kufa. Kufa kupo. Na utakufa kama hujielewi. Unakufa, yaani kida sio kufa, kufa kama nani? Elakaki, ninaweza kufanya nini? Kipaji changu, uwezo wangu ni nini? Yaani sio unaweza kufanya nini, kile nini. Na kitu kibaya sana, kitu ambacho itakufundisha ufanye wewe sio cha kwako, kapachikwa, utaajuliwa kwenye kazi ya madi, unapata hela ya kula, kwa sababu ya hela ya kula tu hiyo mtu Ninakwenda <laughs> wapi? Ninakwenda wapi? Base yangu ni nini? Mimi naisema yani ndio yani mbali kwa miaka 50 nitakuwa niko wapi? Kama hivi ndio. Na miaka na muda inaenda sana kwa kawaida. Mimi nataka, namwambia rafiki yangu, naambia rafiki yangu hivi maisha yanavyoenda kasi, mpaka wewe wewe unashangaa. Wewe, mimi nashangaa. Hivi vitu vimekuwa kwa sio, sasa hivi niko mwaka wa 3. Naenda wapi? Wewe unaona maji. Sasa hivi analisi

ametoka wapi? Hizi vitu vingekuwa nielezea kwa kwa ukubwa, lakini kwa sababu ya muda nitaelezea zaidi. Chanzo chako ni nini? Huwa wengi wanadhani chanzo chanzo chao ni wazazi wao. Wazazi wako ni kama njia, ila chanzo chako ni Mungu. Mungu ndio aliyekuumba na Mungu ndio ameweka uwezo ndani mwako na Mungu ndio ameweka image ndani mwako wewe. Hiyo image kazi yake ni nini? Kazi ya image ni kwamba ni kutambulisha hii design ya nani? Kila designer nembo yake ni ndio atakujua. Watu wengi wanapenda simu za Apple kwa nini? Ni kwa sababu ya kile ki kile kile ndio cha kuna nini kile kile kimekata pembeni kwa kiona bwana, na hii si, hii si, no, ni original why, nembo naomba, hii ni original. Sasa Mungu akaweka picha ndani mwako wewe kwa sababu anajua wewe ni original, ndio mwenzako wewe ni original. Eh, una kitu ambacho ni unique kabisa na dunia inakitafuta hicho kitu sana. Yes. Kwa kila mmoja hapa ana image ya Mungu. Anaposema ni kuumba kwa upana wasila yako, haina maana wewe macho yako ni kama sawa sawa na ya Mungu. Ah ah. Ana maana kitu chake kilichotaka akifanya duniani kufikia wewe mwenyewe, ukifanya wewe. Sielewana? Kwa hiyo una picha ya Mungu. Ukifanya ukidongo juu na unaandika picha. Na picha yote ambayo au logo yote na yako ni bidhaa imeshakikishwa. Leo hii Nikinunua iPhone nikanizimia, nimenunua tukazima, kwa hiyo kampuni atakuja alafu kuniomba msamaha, tunaomba sitatangaza kokote kule. Kwa hiyo na nakupatia ndugu hii ah, endelea na sijia. Kwa nini wanalinda nembo? Nembo ikiharibika maisha ni sana ni yanaribika kando. Mungu, jinsi aliyoweka picha ndani mwako, anachotegemea kwa kwa hiyo kitu kimoja ni kwamba uishi ile picha, unajiona wewe nani, ndio akitaka hicho Mungu. Kwa nini zaidi hapo?

Sio kama kwa mfano biashara mkubwa tabia hii juu, wateja wako wenyewe wajui, nadhani ni ajabu. Wapiga deki hapo, hapa juu ya masaa. La tatu, tatizo hili kwa sasa ni tatizo enda hizo ile ambayo nataka ulitatue wewe sasa. Ni tatizo gani sasa hivi yani? Ni watu waishi? Ni watu waendea na maisha? Hiyo maana itakusaidia wewe ujue kabisa ah. Tatizo lipo na lakini kuna namna ambayo mimi niko nayo naenda kujitatua tatizo. La nne, ni kwa njia gani tatizo hilo utalitatua? Kwa njia gani? Njia gani unataka kutumia? La tano, watakulipa shilingi ngapi? Watakulipa shilingi ngapi? Basi na walikuwa wanalipa shilingi ngapi kwenye tatizo ambalo linaendelea? Na jamani, hakuna kitu ambacho hakijafanyiwa kazi. Hakuna ifanya nini, alijafanyia nini kazi kila kitu kimefanyiwa kazi, ila wewe umekuja na namna yako ambayo dunia itakuangalia haraka haraka. Nimalizie kipengele cha mwisho kabla ya kwanza, kufanya kutatua tatizo lolote lile, hata ya kwanza uwe na wazo, idea. Ya pili wateja, customers. La tatu build ya idea <laughs>. au jenga wazo. La tatu tu, nimesema la kwanza ni idea, wazo cha pili, ya teja au kastama, cha nne jenga wazo, jenga wazo. Kwa maana kwamba ulifanya uliwe katika hali ya kutenda kutendea nini kazi. Hata kama unataka kuwa na kampuni, jenga mawazo madogo madogo ambayo atakusaidia uweze kuanza. Jambo la mwisho ni tangaza au blandi blandi wa aidia, usije ukafa ukafanya nini Di, si na idea yako. Je, kuna idea nzuri, lakini unatakiwa kufanyaje? Kuifanyia branding watu waiweze so, kuiona hiyo idea yako. Na mimi nimeelewa kwa ufupi ya simbangu ni